Kesho Alhamisi tutaanza program rasmi ya kiufundi kuelekea katika mchezo wetu wa marudiano dhidi ya wapinzani wetu uh, Stellenbosch. Mipango iko sawasawa, lakini tutakwenda kuiweka mipango sawasawa sawa tukitua katika ardhi ya Madiba. Uh, tumemaliza mechi yetu juzi, uh, tukafanya uh, mazoezi kidogo, lakini mazoezi uh, heavy kabisa na program heavy kabisa tunatarajia kuifanya kwa siku tatu mtawalia, kwa maana alhamis Ijumaa na Jumamosi. Jumapili tunaamkia kwenye sherehe yetu ya kwenda fainali. Wote wapo katika hali nzuri, tunamshukuru Mwenyezi Mungu eh, kuna mchezaji yote ambaye alipata hitilafu katika mchezo uliopita ambao itampelekea acheze mchezo huu, aliumia shema lon fondo inspector, lakini alipatiwa matibabu na ameendelea kupatiwa matibabu na yuko fiti kwenda kuitumikia Simba katika mchezo unaofuata. Kuna uh, umekuwa um, um, mstari wa mbele kusimamia wale ambao wana imani kwamba klabu ya Simba lazima icheze hatua ya fainali kwenye kombe la shirikisho. Pengine uh, unapigilia vipi msumari imani hiyo ambayo ulikuwa nayo kwa mashabiki ambao ni kama wamepoteza imani ya Simba kucheza fainali. Sisi tunacheza fainali. Nendeni mkawaambie watu ya kwamba Simba anacheza fainali mwaka huu. Yes, na unapomwambia mtu Simba anacheza fainali, sio kama una bet au sio kwamba unapiga ramli. Unazungumza kitu chenye uhakika wa asilimia mia moja. Labda tu yasiwe ni mapenzi ya Mwenyezi Mungu Simba kucheza fainali mwaka huu, labda Mwenyezi Mungu apitishe heri yake Simba asicheze fainali mwaka huu, lakini ukizungumzia in terms of quality Simba anacheza fainali mwaka huu. Ukizungumzia in terms of preparations, kwa maana ya maandalizi, Simba anacheza fainali mwaka huu. Ukizungumzia ubora, ukizungumzia uzoefu, ukizungumzia mahitaji na matakwa, Simba anacheza fainali mwaka huu. Ndugu zangu waandishi wa habari ambao mmekuja hapa kutusindikiza katika uwanja wa ndege wa Julius Nyerere terminal 3 terminal yetu sisi mm -hmm. nendeni mkaambie Watanzania mm -hmm. terminal yetu sisi mm -hmm. nendeni mkawaambie walimwengu ya kwamba Simba anakwenda fainali, hilo wala halina kipingamizi, wala hiyo sio ramli, wala hiyo sio beating, hiyo ni jambo la uhakika, Simba kwenda fainali mwaka huu. Kipi kinakupa muendelezo wa kuzungumza Simba anacheza fainali? A very good question, Latifa Mpenja TV Eh, kwanza tu mbona umekaa mbali wewe? unanipata kweli? Alensi yako kubwa. Ah. naonekana vizuri. Tanange TV ana anabwembo huyu, eh Ane, e, anaweza akakaa Termino 1 akawa na rekodi huko Termino 3. Lens yake ni kubwa mno, kitu ambacho kinanipa mimi uhakika. Eh, kwanza tukizungumzia tu msimu huu Simba tumekuwa na tremendous performance hasa katika mechi za ugenini, pengine kuliko nyakati nyingine zozote zile. Simba tumeshawahi kupata ushindi mabao manne mbambane swalo huko. Simba tumeshawahi kumfunga IS Vita nyumbani kwake. Simba tumeshawahi kutoa sare na, na, na, na, na, na, na al Al-Ahli nyumbani kwake, hasa hiyo ni misimu iliyopita ambao Simba hatukuwa vizuri sana katika uwanja wa ugenini, lakini tuliweza kufanya hayo ambayo nimekuhadithia hapa tumeyafanya. Msimu huu tumekuwa na rekodi nzuri sana ugenini kwa sababu ya ubora wetu tuliokuwa nao. Nitakupa eh, ka rekodi kafupi tu ambako tumekafanya msimu huu. Mechi yetu ya kwanza na Al Ahli Tripoli, mpinzani mgumu kwelikweli, tukamsimamishia shilingi nyumbani kwake, tukatoka sare bila kufungana. Maanake sisi tulikuwa na advantage katika mchezo huo kwa sababu hatukuweza kuruhusu bao. Huo ni ubora wa Simba ugenini. Tukaja kwenye group stage kwenye group stage tukapoteza mchezo mmoja tu kati ya michezo mitatu ya ugenini, tena nayo ilikuwa ni ushindi wa magoli mawili kwa bila. Ametufunga Konstantin goli mbili kwa bila, na tena sisi ndio tulimtangulia kumfunga Konstantin. Makosa yetu ya kipindi cha pili, kushindwa kupata utulivu kidogo pale, ikapelekea Simba tukaruhusu mabao mawili ya haraka haraka, lakini katika mchezo ule sisi tulikuwa bora kwa asilimia kubwa kweli kweli. Hiyo ni Constantine, ambaye alitokota magoli mawili kwa bila mechi na CS Sfaxien. Nyama anatakata pale pale Stade de Rades Tunisia, nyama anaondoka na ushindi wa goli moja, mechi ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya wale wa Angola wale Bravos do Maquis timu ambayo haijapoteza nyumbani kwao tangu tumeanza group stage, mnyama anakwenda kuchukua sare pale goli la Ateba nyumbani kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa nani? Nyumbani kwa Waangola. Sasa hiyo ni record ya mnyama kwenye michuano ya kimataifa. Tumekuja kwenye hatua ya robo fainali, Almasiri akatuokota nyumbani kwake mabao mawili, lakini tukampigia mpira mnene sana, mpira mkubwa sana, pamoja kwa na kwamba alishinda goli mbili lakini yeye mwenyewe tayari akasema hapa, tayari mimi nimeshatolewa kwa sababu kama nyumbani kwangu huyu bwana amenitawala namna hii nikienda nyumbani kwake atanifanya kitu gani? Kwa hiyo tayari huyo tumeshamtoa kwa kisaikolojia. Hiyo ndiyo record ya Simba ugenini. Sasa hiyo record na ukiangalia Simba kuanzia mechi ya kwanza na Almasiri hadi kufika mechi ya kwanza na Ahli Tripoli, hadi kufika mechi ya mwisho na, na, na Almasiri, ubora wa Simba unaongezeka. Hasa hiyo inatupa sisi wana Simba confidence ya kwamba mechi hii tunavuka, kwa sababu Stellenbosch, tuna uwezo wa kumfanya chochote pale pale nyumbani kwake. Ndio maana nawaambia ndugu zangu andishi, nendeni mkawaambie Watanzania, Simba anacheza fainali mwaka huu. Wewe oh, ulikuwa mpiga picha siku hizo, umekuwa mwandishi. Uh, bahati na apply kwenye mpira wa miguu, uh, lakini sio kwa Simba Sports Club. Simbalu uh, ni makosa ambayo tuliyafanya mechi na Kaizer, mechi na Orlando, makosa ambayo tume accumulate na kuyaingiza kwenye sehemu ya masomo, na ndio maana tunasema mechi hii na Stellenbosch, Simba na kwenda fainali kwa sababu hatuko tayari kuona tuna tunarejea makosa yale. Lakini uki, ukiangalia kwenye mizani eh, Simba na, na, na Stellenbosch, Simba tuko juu sana eh, in terms of kila kitu. Sasa huo ubora ambao unatuweka sisi juu ndio ambao tunakwenda kuutumia katika mechi hii ya marudiano, Simba aende hatua inayofuata. Ndio maana tunajiamini sana ya kwamba sisi tunakwenda fainali. Samaji kuhusiana na baada ya kukosa ile nafasi dakika za jioni, mashabiki wamekuwa kwa namna fulani wakimbeza, hata baadhi ya mashabiki wa klabu ya Simba wenyewe. Lakini wewe uliwahi kwa kuandika kwamba ni namba kumi bora kuwahi kutokea ndani ya klabu ya Simba, pengine kutokana na hili ambalo linaendelea kuhusiana na Jean Shala wa, unawaambia nini pia Wanasimba, lakini pia hata ambao sio Wanasimba? Ni kweli amekosa goli na ametudisappoint na kuwa disappoint Wanasimba wengi eh, ni goli ambalo kila mtu anaamini angefunga. Unajua Jean Shale Ahua ana uwezo mkubwa yani, ingekuwa ni mchezaji mwingine pengine watu wasinge, wasinge, wasingekasirika sana, wasingechukia ama wasingeumia sana, lakini watu wanaamini Jean Shale Ahua ile sehemu alistahili kufunga kwa sababu ya ubora wake. Unajua saa nyingine e, ubora wako ndio unaweza ukakuhukumu kwa hiyo Jean Shale Ahua, ubora wake ndio ambao unamhukumu. Watu wanaamini kabisa, yaani wewe Jean Ahua, kwa ubora uliokuwa nao hapo, ungeweza kufunga. Kama uliweza kufunga goli kutoka a far distance, ukapiga mkwaju ukaenda moja kwa moja kunyavu, unakosaje hapa wewe na goli? Kwa hiyo ndio hukumu ambayo anaipitia Jean Shale Ahua, lakini yote kwa yote ni makosa kwenye mpira, kwenye mpira wa miguu. wako top players ambao wamewahi kukosa tena a very clear chance kuliko, kuliko taile ya Jean Chale aua. Sasa hatuna sababu ya kumsoma ngila muhimu tumtie kumsomangila e, Kiswahili kumsoma ngila yani hivyo yani e, ya, yani, kuna nini? hakuna sababu ya kumzongazonga kufanyafanyaje, ni kosa, bahati mbaya. Hata yeye tena, pengine yeye alikuwa na hitaji zaidi hilo goli kuliko mtu mwingine yeyote yule, lakini bahati mbaya haijakuwa vile ambavyo ilivyopangwa. Kuwa yote kwa yote, hatuna budi sisi kama wanasimba kusimama nyuma ya kijana wetu Jean Charles Ahoua, kwa sababu ukiendelea kumzodoa alafu siku saba zijazo unamtaka huyo Jean Shalea Ahua aende akakufungia magoli ya kukupeleka fainali, unakuwa unajiumize mwenyewe. Kwa hiyo tumpe moyo, tumambia kwamba unaweza ukafunga tena na tunakutaka ukafunge tena, ili apate courage ya kwenda kutupigania. Tunamhitaji sana Jean Shalea Ahua katika mechi ya fainali semaji. Wakati mchezo wa kwanza kapteni wa Simba Muhammad Hussein, walizungumza kwamba kuna watu ambao wanadharau ile lile goli moja ambalo mlishinda kule, lakini ndio hilo goli ambalo pengine litakuja liwapeleke nyie kwenye hatua ya fainali. Kwenye hili pengine, unaizungumzaje ushindi wa goli moja ambao a mliupata hivi ugenini, unakwenda kuwa faida gani kwenye mchezo wenu ambao unafuata? Mimi ninachojua tunafuzu, yani hicho ndicho ambacho mimi ninajua tunafuzu safari hii Simba Sports Club. Eh, tumebakisha safari moja ya kutumia terminal 3 msimu huu. Tumebakisha safari moja ya kutumia terminal yetu hapa ambayo itakuwa ni safari ya fainali, na sio mbali hapo, ni mwezi wa tano, Mwenyezi Mungu atupe uhai. Sasa tunafuzu kwa namna gani? Hilo namwachia mwalimu Fadlu na vijana wake. inawezekana goli la Jean Chalet ahua alilolifunga dakika ya 44 ya kipindi cha kwanza likadumu kwa, kwa, kwa, kwa, kwa dakika zote likatupeleka fainali, sijui mmenielewe. Inawezekana goli la Zan Shale aua likadumu ndani ya muda wa siku saba peke yake likatupeleka fainali inawezekana kwa maana kule mechi ikaisha bila bila, lakini wakitufunga tutawafunga, wakitufunga tutawafunga, sababu timu hii ya Simba kwanza huwezi kuifunga goli mbili bila, inawezekana huwezi kuifunga goli tatu bila. Simba hii ukitufunga goli mbili, kuna letu moja ukitufunga goli tatu kuna zetu mbili Simba na kwenda fainali mwaka huu. Kwa mashabiki taratibu pia, wakufika Afrika Kusini ya utaratibu wa basi ulishindikana, mabasi mengi yame bezi ilikuwa kubwa sana, na wengi wakawa wanasema ni mbali, at least ingekuwa Johannesburg tungeweza kufanya kitu, lakini Durban, magari mengi yamechomoa me... ya me... ya me... ya kwenda. Utaratibu pekee uliopo ni kwa ndege na anayehitaji kusafiri uh, shirika la ndege la Tanzania ambao sisi ni ndege yetu Simba Sports Club, ATC wanakwenda, wana route ya Afrika Kusini. Kwa hiyo anayehitaji kwenda Afrika Kusini aje ATC akate uh, tiketi yake. bei ni, yake ni, ni, ni ndogo sana, uwezi amini kwenda na kurudi, bei yake ni dusko mno yaani ni ndogo kweli kweli, huwezi hata kuamini nikikwambia bei yake. Yaani nashindwa kuelewa kwa nini nyinyi mmeshindwa kwenda, ndugu zangu waandishi, mnakuja very well. Kwa hiyo unachukua zako hapa pipa ATC, mpaka Johannesburg. Ukifika Johannesburg, una option mbili: upande ndege nyingine kutoka Johannesburg kwenda mpaka Durban, ambayo ni mwendo wa lisali moja au na bei yake ni dola 245 mpaka 280 hivi kutoka